Wiki moja tu eh, kufikia zaidi ya viewers elfu sabini na tano eh, na kuongeza followers kutoka 5000 mpaka 5200. Nitakwenda kueleza katika hii video ni namna gani nimefikia namba kama hizo eh, ndani ya hiyo wiki moja. Tafadhali usisahau kusubscribe kwa upande wa YouTube na kufollow kwa upande wa Facebook ili usipitwe na tips za kijanja na za muhimu kama hizi karibu sana katika kipindi cha Michongo Legit, the home of side hustles na mitindo ya kijanja ya kutengeneza pesa online. Kwenye hii video nitakwenda kuexpose ni, ni mbinu gani nimetumia kupata viewers zaidi ya elfu sabini na tano na kuongeza followers mpaka elfu tano mia mbili pasipo kutumia hata dola moja ya matangazo Facebook. Baada ya kubadili e, profile yako kutoka e, katika account ya kawaida kwenda kwenye professional dashboard au kama unatengeneza page mpya e, cha kwanza unatakiwa kuhakikisha unachagua niche ama topic maalum ya maudhui ambayo ina uwanda mpana. Kwa mfano, mimi nilichagua michezo nilichagua michezo kama ndo kitu ambacho nitakuwa na na post e, ama nadili nacho kwenye page yangu e, kwa sababu michezo e, ni kitu ambacho kina uwanda mpana na kina mafollowers wengi sana ambao wanafuatilia michezo e, na nafikiri hiyo pia ni advantage ambayo imesaidia mimi kufikisha e, viewers na followers e, wa namba hizo. Wewe pia unaweza kuchagua e, topic yoyote ile ambayo unahisi unaweza ukafanya vizuri ama inaweza kuwa na mafollowers wengi. Kwa mfano unaweza kuchagua comedy ama unaweza kuchagua hata teknolojia. E, kulingana na e, vitu gani ambavyo unahisi unaweza ukafanya vizuri ama ukaposti au ukapata maudhui yake kwa urahisi zaidi. Mbinu ya pili ya kukuza akaunti yako ya Facebook e, ni kwa kuhakikisha unaposti reels kwa maana ya video fupifupi fupi zenye urefu wa kuanzia sekundi kumi mpaka sekundi kumi na tano e, na pia kuposti picha e, zenye caption, tena jitahidi kuhakikisha caption zako zinaacha maswali kwa watu ambao watakuwa wanatazama. Itengeneze ratiba eh, ya kuposti angalau kila siku reel moja eh, na picha moja mpaka mbili. Na pia unatakiwa kuhakikisha hivyo vitu vyote ambavyo unaviposti vina mahusiano ama vinahusiana moja kwa moja na maudhui ya page yako. Kwa mfano, kama wewe page yako inahusiana na masuala ya michezo hakikisha reel ule post e, inahusiana na mchezo. Unaweza kama post hata kichekesho ambacho kinahusiana na timu yoyote, ama unaweza kwa post e, e, video ambayo inaonyesha skills za mchezaji yoyote, ama kama una post ni picha, hakikisha una post picha ambayo inahusiana na mchezo. Na mbinu e, ya tatu ya ku grow account yako ya Facebook e, ni kwa kuzingatia matumizi ya vitu vitatu e, hashtag e, muda wa kuposti pamoja na kushare kwenye makundi. Jitengenezee mazoea ya, ya kuhakikisha kila unapoposti, e, posti yako Facebook unaweka hashtags ambazo zinahusiana moja kwa moja na kile kitu ambacho unaposti, na inapofika kwenye swala la muda, e, sio kila muda ukiingia Facebook ukaposti, e, unaweza ukapata viewers, unaweza ukapata followers, unaweza kupata watu wengi ambao wata like ama wata comment kwenye page yako. Kuna masaa special e, kulingana na geographical e, na kushare kwenye magrupu, hakikisha jitahidi E, angalau kila posti ambayo unaposti unaishia kwenye magrupu e, zaidi ya matatu, inaweza hata matatu yenyewe au manne, magrupu yao yanahusiana moja kwa moja e, na kile kitu ambacho wewe e, unakizungumzia kwenye peji yako ama wana kiposti kwenye page yao. Kwa mfano kama ni issue ya michezo, hakikisha unatafuta magrupu ya michezo eh, ambayo yanahusiana na, na hicho kitu mpost. kwa mfano, unaweza kupost post ambayo inahusiana na watu wa Manchester United au ni usajili kuhusiana na watu wa Manchester United. hakikisha una share kwenye magrupu ya Manchester United eh, hivyo ndivyo utaweza kupata eh, likes pamoja na kupata viewers wengi, kwa sababu eh, umejaribu ume kuwa specific Mbinu ya nne eh, ya kukuza akaunti yako ya Facebook ama peji yako ya Facebook eh, ni kwa kuhakikisha unakuwa karibu au unatengeneza ukaribu eh, ama engagement na followers wako especially, eh, wale watu ambao wanaacha comment kwenye zile posti ambazo unakuwa umeziweka Facebook eh, na hii inasaidia sana, kwa sababu Facebook wao wenyewe kwenye policy yao wanapenda sana eh, kuwa na engagement, wanapenda sana mtu ambaye yuko active eh, kujibu vile vitu ambavyo followers wake wanamuuliza au wanatoa ma wanatoa maoni. Kwa hiyo ukifanya kitu kama hicho, Facebook wao watu automatically watahakikisha kwamba wanairecommend zaidi page yako kwa watu mbalimbali, ili waweze kukufua. Mbinu ya tano na ya mwisho katika hii video eh, na hii ni ya kiushauri zaidi eh, sio recommended sana eh, ni ya kuhakikisha kwamba eh, unafuatilia insights zako eh, kwa kuangalia eh, performance ya posti ambazo umekuwa ukiziposti eh, katika kila wiki eh, unaangalia ni, eh, posti ipi imekuwa eh, ikifanya vizuri na post ipi imekuwa ikifanya vibaya, alafu unaangalia ni ipi uachane nayo au ni posti za aina gani unatakiwa uwe una posti zaidi, kwa sababu watu wanazipenda. Unatamani kukuza page yako ya Facebook ama pengine hujaanza kabisa, lakini unatamani kufungua page eh, na kuikuza eh, kupitia Facebook lakini unashindwa uanzie wapi? Niandikie kwenye comment uko katika hatua gani, eh, ya kukuza ama kufungua account yako ya Facebook Lakini pia usisahau kusubscribe ku like na kushare kwa upande wa YouTube, lakini pia usisahau ku follow kwa upande wa Facebook, ili usipitwa na tips za kijanja na mbinu za kutengeneza pesa mtandaoni kupitia michongo legit. Mimi naitwa Billy kutoka Michongo Legit, Work Smart all by your smartphone.